Hatua ya rais wa DRC ama taifa la DRC na Rwanda kutia saini mkataba wa amani unaolenga kuleta amani mashariki mwa Kongo umeendelea kupongezwa na nchi za Magharibi. Naibu mwakilishi wa Uingereza kwenye Umoja wa Mataifa James Kariuki ametoa wito kwa nchi hizo kuonyesha utashi wa kisiasa katika kutekeleza mkataba huo. Haya yakijiri wakati waziri wa mambo ya nje wa DRC, Therese Kayikwamba Wagner akiwa, akiwasilisha mkataba huo kwa Rais Felix Tshisekedi. Tulikuwa na heshima ya kumkabidhi yeye binafsi ule mkataba wa amani uliotiwa saini Juni 27 huko Washington DC, katika wizara ya mambo ya nje pamoja na barua ya mwaliko kutoka kwa mwenzake wa Marekani. Ni hatua moja kusonga mbele ambayo inatutia moyo, lakini pia Tunadhani kwamba tumeweka saini zetu katika mkataba ambao utatulazimisha kutekeleza yale tuliyokubaliana. Pia tutaonyesha azma yetu ya kuthibitisha amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuifanya haraka. Itakuwa kipaumbele chetu kuona kwetu kama DRC tunaweka tume itakayofuatilia. Jumatatu Rais Tshisekedi alipongeza makubaliano haya na kusema itasaidia kuleta amani ya kudumu mashariki mwa jamhuri ya